Kwa maana watawapeleka mabarazani na katika masinagogi yao watawapiga, nanyi mtachukuliwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu, kwa kuwa ushuhuda kwao na kwa mataifa. Lakini hapo watakapowapeleka, msifikiri fikiri jinsi mtakavyosema, maana mtapewa saa ile ile mtakayosema, kwa kuwa si ninyi msemao, bali ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu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 Wapendwa baba zangu, wapendwa mama zangu, wapendwa kaka zangu, wapendwa dada zangu, karumna na kanyanyazi, wapendwa watakaohitimu, tuna furaha kubwa na nyinyi, tunawapenda. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah, yeah. Mungu ni mwema yeah. Kila wakati iiae. Wazo letu la leo, je, imemuiga? Je, umemuiga? Naomba muulize jirani yako, je, je, umemuiga? Mtakatifu achileusikiwa nuka, ni msimamizi wa shule hii. Je, umemuiga? Ulize jirani yako. Asante. Leo hapa kwetu ni sikukuu ya mashahidi wa Uganda. Karoli Lwanga atileusikiwanuka Yohane Maria mzee Kizito na wenzake walikuwa wakatoliki ishirini na wawili, walifia dini. Hawa ni lulu ya Afrika, hawa ni mabingwa wetu, hawa ni walimu wetu, hawa ni mashujaa wetu. Naomba tuwapigie makofi ya pekee. Nataka tumuongelee shahidi mmoja na yeye, Mtakatifu Kizito Cilao Sikiwanuka. Mlimsikia mara nyingi sana. Leo napenda nimuongelee Mtakatifu Kizito kwa sababu alikuwa mdogo kuliko wote, na siku alipoenda kuuawa walitaka yeye asiende kuuawa. Kwa hivyo walisema tutaamka usiku tumwacha amelala. Akasikia mipango yao kwa hiyo mguu wake akachukua kamba wakati wa milala, akaufunga kwenye mguu wa mwingine, akafunga kwenye mguu wake kamba, sema wakiamka lazima na mimi ntaamka. Kizito alikuwa na umri wa miaka kumi na mbili. Papa Francis juu ya Mtakatifu Kizito alisema, Mtakatifu Kizito ni mfano wa utakatifu wa vijana. Alionyesha kuwa hata watoto wanaweza kuwa mashahidi wa Kristo. Mwisho wa hukumu, maneno ya Papa Francis juu ya Mtakatifu Kizito. Sasa mimi nataka niongelee mfano, mfano. Unajua, ukianza hesabu pia mwalimu anaweka mfano, sivyo? example <laughs> na ndiyo mambo yanaenda, bila mfano mambo yaendi, tunaelewana? Yeah. E, mfano hata kuna methali ya wa Nigeria wa Igbo inasema, ng'ombe akiwa anakula nyasi, ndama anatazama mdomo wa mama yake, anatazama mdomo wa mama yake. Warumi walikuwa na methali inasema, aishie vyema hufundisha vyema, kwa Kilatini, qui bene vivit bene docet. Anaye, anayeishi vizuri anafundisha vizuri mfano si mwalimu akiweka formula unasema, mwalimu, mfano tupe mfano. Sasa mfano tulionao leo ni mtakatifu Kizito, tuko wote yeah. Ukitaka kumfundisha mtoto kuoga, osha mwili wako kwanza, osha mwili wako kwanza. Mfano, ukiona bata mzinga wameruka, si kwamba mtu amerusha jiwe wa kwanza akiruka wengine wanafuata, yani wanapendaga mfano. Akiruka wa kwanza wengine wana, wanafuata, mfano. Sasa Mtakatifu Kizito, jambo la kwanza mm, tunalojifunza ni furaha. Naomba tuseme furaha, fura. Naomba tuseme kwa Kiingereza joy, okay. Padre Lourdel aliyewafundisha hao mashahidi wa Uganda White Father alisema Kizito alikuwa akicheka kwa furaha wakati wa hukumu ya kifo kana kwamba ilikuwa ni mchezo. Alikuwa anacheka na furaha. Kuna mwanafunzi alicheka darasani, kamuuliza mbona unacheka darasani? Akasema fadha, nilikuwa na tabasamu, tabasamu limepasuka <laughs> kwa hiyo nawaalika Tutabasamu upendo unaanza na tabasamu. Mwambie jirani yako, upendo unaanza na tabasamu. Mimi nilipoanza mahubiri nimeanza na tabasamu eh. Kwa hiyo unamsalimia mtu, ataanza na tabasamu. Furaha, furaha ni tunda la Roho Mtakatifu, furaha ni tunda la upendo furaha ni tunda la shukurani. Ukipewa kitu ukashukuru, unafurahi. Leo ni namna ya darasa la saba, wana maona darasa la saba. Naomba tuwapigie makofi kwanza, wamevumilia mpaka darasa la saba. Injili ya leo imetuambia atakayevumilia mpaka mwisho, wamevumilia mpaka darasa la saba, tuwapigie makofi tena. Wanafurahi, wanamshukuru Mungu, wanafurahi, wanaishukuru taasisi, wanaushukuru uongozi, na furaha inatokana na shukurani. Lakini kuna dhambi dhidi ya furaha, dhambi dhidi ya furaha, kubibidua midomo, ndita usoni, yani unakasirika, ni ndita usoni. Kuna mtoto alimuliza baba yake, "Baba, vita uanzaje?" Baba akasema mfano, Vita Kuu ya Pili ilianza Ujerumani ilipoivamia Ruksi. Baba akasema usimdanganye mtoto, vita ikwanza namna hiyo. Baba akasema nazungumza na wewe, nazungumza na tatapo, nazungumza na wewe, ndio atakasema baba, inatosha, nimeshaelewa namna vita inavyoanza kwa hasira asira ni dhambi dhidi ya furaha. Kulalamika kila mara, kulalamika kuliko kifiri, eh, chuki, wivu, hivyo vyote ni dhambi dhidi ya furaha. Kwa hiyo ninawaomba wanafunzi, kila mara uwe mtu wa kutabasamu. Unaelewana? Ndege wanaimba si kwa sababu hawana njaa, wanaimba kwa sababu wanawivu. Tunaelewana, kuimba eh, ni ishara ya furaha. Tunaelewana, kuimba ni ishara ya Methali sura ya kumi na saba mstari wa ishirini na mbili moyo wa furaha ni dawa nzuri. Furaha ni dawa. Kumshukuru Mungu katika sala kunaleta furaha, kusamehe haraka kunaleta furaha. Tumesikia somo la kwanza, Stefano anapigwa mawe lakini anasema Baba, usiwahesabie dhambi uwasamee. Nelson Mandela alipotoka gerezani alitazama nyuma akasema walionifunga miaka ishirini na saba nisipowasamee, takuwa wasamee nje ya gereza, takuwa kwenye gereza akasema, halimewa, Same, Same, Same, Same, mtoto, na chuki akasema nimewasamee wasamee na safari. Samee samee mtoto anayekutukana mwenzangu, msamee aliyekutendea vibaya msame. Hapo hapo unakuwa na furaha. Kwa hiyo jambo la kwanza ni furaha, jambo la pili ujasiri. Naomba tuseme ujasiri. Ujasiri. ujasiri. ujasiri. Ujasiri. Naomba tuseme kwa Kiingereza courage. Papa Paulo wa sita alisema mashahidi wa Uganda ni mfano wa imani na ujasiri kwa kanisa lote. Mtakatifu Kizito alisema nimeamua kufa kwa ajili ya Yesu. Kizito usiku wa kukamatwa alimwambia padri Rude, baba nipe ubatizo sasa, kwa sababu kesho sitakuwepo tena. Ana miaka kumi na nne, lakini ana ujasiri, ana kareji, ana kareji. Kuna watoto wadogo walikuwa wanaigiza mchezo wa Yesu alipokutana na mitume wanaogopa. Yeye alikuwa amepewa kipande aigize kama Yesu mtume akiwa naogopa, waambie ni mimi, msiogope. Sasa walipoenda jukwaani watoto wakawa na hofu, akasema ni mimi naogopa. Badala ya <laughs> kuwaimarisha wengine kusema msiogope, mwenyewe akasema naogopa <laughs> na <laughs> ukosefu wa ujasiri. Nimesimama hapa na umbili kwa sababu ya ujasiri. Kuna mtoto amekuja hapa kusoma somo bila kuwoga, alikuwa na ujasiri. Kuna mwingine akisimama mbele ya watu miguu inapiga makofi miguu <laughs> kwa sababu ya woga. <laughs> ujasiri Tunaishije ujasiri? na kuendekeza watoto, msikilize vizuri. Ukisema ukweli ni ujasiri, kusema ukweli. midomo ya kweli udumu milele, Mithali sura ya kumi na mbili mstari wa kumi na tisa. Kuna mtoto alichelewa darasani, alikuwa anatoka mbali. Mwalimu akauta mbona umechelewa? Akasema mwalimu, mwalimu Mwalimu, nimeona kibao kimeandikwa, nenda polepole, mbele kuna shule, na mimi nikaenda polepole. Hicho kibao kilikuwa kwa ajili ya waendesha wa pikipiki na magari. Kimeandikia nenda polepole, mbele kuna shule. Sasa katoto kanadanganya, nimeona kibao kinasema nenda polepole, mbele kuna shule, na mimi mwalimu, nikaja polepole. Huo ni <laughs> uongo, sio? kuwatetea wengine ni ujasiri. Ukiona mwingine anampiga mwenzako, kusema usimpige ni rafiki yangu, kumtetea ni ujasiri. Kuinua mkono na kujibu swali ni ujasiri, kwa sababu mwalimu anauliza swali labda, sita mara tatu ni ngapi? Sasa kuna mwanafunzi anajua jibu lakini ana hofu. Ana ujasiri mwingine anainua mkono, anajibu, sita mara tatu ni ngapi? Kumi yeah, na nane hilo jiu ioku sana kamsh. Kuinua mkono, mwambie jirani yako, inua mkono, unapoulizwa swali uinua mkono. Kwa hiyo inahitaji, nawaomba wazazi na wa na waalimu wafundisheni, endelea kuwafundisha watoto ujasiri. Watoto wanafundishaje ujasiri? hata kwa kuwasomea katika Biblia hadithi za watu waliokuwa jasiri. Hadithi ya Daudi anapambana na Goliati. Daudi alikuwa ni pande la mtu, pande la mtu Goliati. Nani nani? Goliati samani, Daudi ni mdogo. Daudi akaokota mawe matano, alifikiri atakuja na watoto wake wanne ambao walikuwa ni ya ya ya ya. Like father, like son. <laughs> Alikuwa amevaa helmet akaanza kucheka helmet ikaonesha uso akagonga. <laughs> Atuseme mgombani, tunaelewana? Tuseme mgombani <laughs> sifu matendo ya ujasiri ya wanafunzi. Kuna methali ya Kiswahili inasema, mpanda farasi aogopi kuanguka. Naomba turudie, mpanda farasi aogopi kuanguka. mpanda farasi aogopi kuanguka. La pili, la tatu, utii. Naomba tuseme utii. Utii. Obedience. Askofu Mkuu John Baptist Odama wa Gulu alisema, ndogo zaidi kati ya mashahidi, Kizito alikuwa na uchaguzi, kumtii Mungu au kutenda dhambi. Alichagua kufa. Mwisho wa nukuu. Kwa hiyo alikuwa anamtii Mungu. Mtakatifu Thomas More anasema, ninamtumikia mfalme mwana mwaminifu lakini Mungu kwanza, mwambie jirani yako Mungu kwanza. Mungu kwanza. Kitabu cha Waefeso sura ya sita mstari wa kwanza enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki, watiini wazazi wenu. Kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya kumi na tano mstari wa ishirini na mbili kusikia ni bora kuliko dhabihu na kutii ni bora kuliko mafuta ya mememu Kutii. kitabu cha kwanza cha Samweli sura ya tatu mstari wa kumi sema Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Sio sikiliza Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anaongea. Kutii. kuna mtoto aliomba andazi kwa mama yake, akara andazi tisa. Mama akaona tumbo limevimba, katoto kaanza kulia, mama andazi ya kumi, mama andazi ya kumi <laughs> baba akapatia andazi ya ku akasema, mama wewe ukakataa. <laughs> Kwa hiyo utii si kila kitu, wazazi unatii. <laughs> Eh, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, watiini wakubwa, watiini walimu, tuko wote Eh, mkienda nyumbani mama anakwambia kitu, uzungumzi kwenye mgongo. Hapana, unatii, unaenda. Tunaelewana? Ndio. Mtoto anayetii anakula kipande kikubwa cha nyama, anakula kipande kama Agano la Kale sio Agano Jipya, kwa sababu anafanya nini? Anatii. Eh, nyenyekea ule vya watu. Mwambie jirani yako nyenyekea ule vya watu. Nyenyekea ule vya watu. Mwambie nyenyekea ule vya vya walimu.